Wakati mwingine unajikuta umekaa kimya, kisha ghafla unamkumbuka mtu, unamhisi kana kwamba yupo karibu na wewe, na dakika chache baadaye unapokea ujumbe kutoka kwake au unapigiwa simu kutoka kwake. Hasa wengine huwa wanasema ni bahati, kwamba hiki kitu huwa kinatokea kwa bahati tu, lakini wale wanaoelewa nguvu za universe wanajua Hakuna kitu kama bahati, yaani jambo lolote lile linalotokea maishani mwako halitokei kwa bahati mbaya. Kuna connection isiyoonekana inayounganisha nafsi zetu, na hiyo connection inaitwa telepath. Telepathy ni lugha ya roho, ni sauti ya kimya inayopita katikati ya akili mbili tofauti bila maneno, bila teknolojia na bila kujali mbali, yaani ni kama upepo laini unaobeba wazo moja kutoka kwa nafsi moja mpaka nafsi nyingine, na wazo hilo linaenda moja kwa moja kwenye moyo unaotakiwa kupokea. Na ndio maana unajikuta umekaa unamwaza mtu fulani, na wakati huo huo unamwaza huyo mtu naye anakupigia au anakutumia message. Sasa naomba unisikilize kwa makini, nataka nikuambie hiki kitu asili yake ni nini. Na wala usiogope, nitegee sikio lako. Sisi binadamu wote hapa duniani, kabla hatujaanza kutumia maneno katika kuwasiliana, binadamu tuliwasiliana kwa kupitia energy. Hisia ilikuwa ni lugha ya kwanza ya dunia. Yani, watu walikuwa wanawasiliana kwa kupitia hisia. Watu walihisi hofu kabla haijasemwa, walihisi upendo kabla haujagusiwa, na pia walihisi maumivu ya mwingine kabla macho hayajaona machozi yake. Unaweza kuona hapo kulikuwa na connection kiasi gani ya kihisia. Sasa telepathy ni kumbukumbu ya hiyo asili, ni uwezo ule wa zamani ambao kila binadamu wamezaliwa nao, lakini kwa dunia ya kisasa huu uwezo umefunikwa na kelele, hofu pamoja na mashaka. Ukweli ni kwamba roho zote zilizoko hapa duniani ziko ndani ya mtandao mmoja ambao unaitwa cosmic energy. Kwa hiyo, kila wazo, kila hisia ni vibration ambayo inasafiri ndani ya huo mtandao. Inapotokea unamwaza sana mtu fulani, roho yako inamtumia hiyo vibration, inakwenda kumfikia huyo mtu. Na wakati mwingine mtu huyo anaipokea kwa njia ya ghafla, yaani ile wakati tu unawaza na yeye hapo hapo anapata hiyo hisia ya kwamba hebu ngoja nimtafute fulani, mbona nimemkumbuka. Kwa hiyo mnajikuta wote mnakumbukana bila sababu ya msingi. Yaani hakuna mtu aliyekushtua wala hakuna kitu chochote ambacho umekiona, ni hisia zako tu zinakwambia, ngoja nimtafute fulani. Na hii telepathy huwa inafanya kazi zaidi pale ambapo kuna connection ya kiroho, yaani kama nafsi mbili zina frequency inayofanana, yaani wote mnawazana katika kitu kimoja. Kwa hiyo hapo zinaweza kusikia sauti ya kila mmoja bila kuzungumza, na hapo ndipo unapojikuta unamkumbuka mtu ghafla, unahisi kama vile yupo karibu, lakini kwa macho yako hakuna kitu chochote. Hiyo ni vibration yake inayopiga hodi ndani ya nafsi yako ikisema, niko hapa, ninakufikiria. Kwa hiyo mnakuwa mnacommunicate kiroho. Sasa zipo ishara ambazo zinaweza kukuonyesha kwamba hii ni telepathic connection bila wasiwasi. Yaani, ukiziona tu hizi ishara, wewe usitilie shaka, tambua kwamba ninyi watu wawili mna telepathic connection. Ishara ya kwanza kabisa, unajikuta unamkumbuka mtu ghafla na yeye anakuwaza pia, yani wote mnajikuta mnakumbukana kwa wakati mmoja. Hii ndiyo ishara ya kwanza na ya kawaida zaidi, na nimeshakutana na watu wengi sana kwenye comments wananiuliza kuhusiana na hii ishara. Sasa tambua kwamba hiyo ndio ishara ya kwanza kabisa inayokujulisha kwamba hiyo ni telepathic connection. Ni kama mawimbi ya kimzeni yanagusana bila sababu ya kimwili. Mnaweza kukuta nyote mpo mbali, lakini mnawazana at the same time. wakati mwingine ndani ya sekunde chache mtu huyo anaandika, anakupigia, au anataja jina lako. Hii ni resonance ya akili mbili zilizounganishwa na frequency. Kwa hiyo usishangae, unaweza ukawa umekaa unamwaza mtu fulani, na wakati tu unamwaza na yeye anakupigia, naye anakuambia vivu, yani nilikuwa nakuwaza sasa hivi. Kwao mnajikuta mlikuwa kwenye connection ya kiroho bila ya nyinyi wenyewe kujua. Ishara ya pili Unahisi hisia za mtu huyo hata akiwa mbali. Yaani unapata hisia za mtu fulani hata kama yuko mbali na wewe, unashtuka ghafla, moyo unakuuma au unapata utulivu bila sababu, na baadaye unagundua kwamba mtu huyo alikuwa kwenye hali hiyo hiyo kwa wakati ule ule. Hiyo tunasema ni energy ya hisia zake inapita kwako kwa njia ya telepathic. Shania. Hivi naomba nikuulize, ulishawahi kujikuta ghafla unapata huzuni au ghafla unapata hali ya uoga au hofu fulani, na papo hapo unajikuta unamtafuta mtu mwingine au mtu mwingine anakutafuta, naye anakuambia hisia hizo hizo, kwamba na mimi nimejikuta napata huzuni, halafu siielewi huzuni inatokana na nini. Sasa hiyo pia ni ishara mojawapo kwamba mna telepathic connection, roho zenu zinawasiliana. Kwa hiyo chochote kile ambacho mwenzio atakuwa anakihisi na wewe utakuwa unakihisi katika muda huo huo. Ishara ya tatu ni ndoto zinazohusisha nafsi hiyo mara kwa mara, yani unaweza kumwona mtu huyo akizungumza na wewe ndotoni au akikutumia ujumbe fulani au unaiona tu sura yake. Na ndoto hizi mara nyingi huwa zinabeba ishara au ujumbe wa kiroho. Kikawaida, katika ndoto unaweza kuletewa sura ya mtu fulani, lakini huyo mtu asiwe ana uhusiano wowote na ndoto unayoiota au na ujumbe unaoletewa. Lakini kama itakuwa kila siku hiyo sura inajirudia rudia Yani, ni sura ya mtu fulani, kila ukilala unamwota, kila ukilala unamwota, tambua kwamba kuna connection ya kiroho. Na katika nguvu za universe huwa tunasema kwamba ndoto ni uwanja ambao roho huwasiliana bila vizuizi vya akili. Yani hata kama akili yako haitaki, lakini kama roho zenu zinahitaji kuwasiliana, zitawasiliana tu kwa kupitia ndoto. Ishara ya nne Mtajikuta mnaanza kusema maneno yale yale kwa wakati mmoja hivi. Imeshawahi kutokea hii? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Unaweza ukajikuta umekaa na mtu au umekaa wewe peke yako, halafu mnajikuta mnafikiria jambo lile lile kwa sekunde zile zile, na mara nyingi huwa inatokea wakati vibration zenu zipo perfectly aligned Yaani mara nyingi hii huwa inawatokea wale watu ambao wameshibana. Kama ni marafiki, basi ni wale marafiki ambao wanajiita ma BFF, na kama ni wapenzi, basi ni wale wapenzi ambao wanajiita ma soulmate. Hii tunaita ni frequency synchronization, yaani roho zenu zinasawiana kama redio moja. Ishara nyingine ni hisia ya uwepo. Hivi ulishawahi kukaa, alafu ukawa unahisi uwepo wa mtu fulani, lakini huyo mtu hayupo? Hiyo ni mojawapo ya ishara ya telepathic connection. Mna connection ya kiroho. Wakati mwingine unahisi kama mtu huyo yupo karibu na wewe kimwili, unaishika energy yake hewani, unahisi joto au utulivu wa ajabu. Sasa hiyo ni aura yake inavuka anga ya energy na kukufikia ulipo. Ishara nyingine ni energy inabadilika pale unapomkumbuka huyo mtu. Yaani unakuwa unahisi kama hewa inakuwa nzito au yenye mwanga zaidi. Ni kama universe inasisimka ndani yako. Hasa hiyo ni reaction ya mwili wako kwa vibration ya telepathic connection. Pale tu telepathic connection inapofanyika, lazima energy ibadilike, yaani lazima kuwe na mabadiliko ya energy, na ni lazima tu utayahisi hayo mabadiliko. Na ishara nyingine, hata kama hujawasiliana na huyo mtu, unakuwa unahisi kinachoendelea kwa huyo mtu, yani kama anauma, utapata hisia kwamba huyo mtu hayuko sawa. Kama yuko salama utapata hisia kwamba huyu mtu yuko salama. Na mara nyingi hizi hisia huwa zinakuwa ni sahihi kuliko unavyofikiria, yaani unakuwa unajua huyu mtu anaumia, amechoka, au yuko sawa bila hata kuuliza. Hisia hiyo mara nyingi huwa ina usahihi wa ajabu. Roho zenu zinakuwa bado zinabadilishana mawimbi ya taarifa. Unaweza ukakuta mtu amekaa anasema, nimepoteza namba za fulani, lakini roho yangu ina amani, ninaamini uko aliko yupo salama, hana tatizo lolote. Na pia unaweza kukuta mtu amekaa hana amani, muda wote anawaza. Ukimuuliza shida ya nini, atakwambia da, yaani nimemkumbuka rafiki yangu fulani, sina mawasiliano naye, lakini nahisi huko aliko hakuna usalama, au kuna kitu fulani anapitia, na ukija kuchunguza unakuta ni kweli. Ishara nyingine unaisikia sauti yake ndani ya akili yako yaani mnakuwa mnasikiana ndani ya akili zenu, sio kwa sauti kubwa, bali kama hisia ya maneno, yaani anakuwa anazungumza na wewe kwa kupitia energy fulani, na hii huwa inatokea zaidi wakati mtu huyo anakuwaza kwa nguvu hivi. Unafahamu kwamba hata mawazo yana nguvu? Nilishawahi kuambia kwamba kitu chochote kile hapa duniani ni energy. kwa hiyo hata mawazo unayoyatoa ni energy fulani. Kwa hiyo kama unamwaza mtu fulani kwa nguvu sana, basi energy hiyo huwa inamfikia mlengwa. Telepathy huwa inapita kwa kupitia intuition na sio masikio. Kwa hiyo sio lazima eti utege sikio ndo uyasikie hayo mawazo. Hayo mawazo yanakuwa yanaingia direct ndani ya akili yako wewe, unayahisi yani, unapata vibration za hayo mawazo na unakuwa unaelewa kitu fulani, kwamba kuna kitu fulani kinaendelea. Dalili nyingine utaiona pale mnapokusana kimwili, energy inakuwa inashtua kama vile umeme mdogo. Yani, wakati mnaonana ana kwa ana, kunakuwa na vibration ya ajabu. Unaweza kuhisi joto, msisimko au mtetemo wa mwili. Hiyo ni confirmation kwamba telepathic link ipo active. Ishara nyingine kila unapojaribu kumsahau mtu huyo universe inamrudisha kwa ishara. Yaani, kila kujaribu kusonga mbele, kuna coincidence inakukumbusha yeye. Unaweza ukakutana na picha yake, unaweza ukakutana na rafiki yake ambaye anakukumbusha huyo mtu. Yaani ni kama universe inasema huu uhusiano bado una maana. Telepathic connection huwa inaendelea hata kama mko mbali kimwili. Ishara nyingine ya telepathic connection ni kwamba mnaweza kujikuta mnatulizana bila mazungumzo. Yaani unakuta huyo mtu yupo kwenye uzuni, halafu wewe unaanza kumfikiria kwa upendo, kumwonea huruma, halafu ghafla unaona huyo mtu anaanza kujisikia vizuri, anaanza kupata faraja. Yaani hapo hujazungumza chochote, ni vile tu wewe umemwazia au umehisi ndani ya moyo wako. Mawazo ya upendo huwa yanatuma nishati ya uponyaji au tunasema healing energy, na inaenda kwa huyo mtu, anapata uponyaji, haijalishi mpo mbali kiasi gani. Lakini uki, ukihisi tu kwamba mtu fulani ana huzuni, halafu ghafla ukaanza kumwazia mambo mema au kumwazia kumpa matumaini fulani, alafu ghafla huyo mtu anakutafuta, anakwambia, nimejikuta tu nimepata faraja, sasa hivi najisikia vizuri huzuni imeondoka. Hiyo ni telepathic connection imeshafanya kazi yake. Kumbuka kwamba kila wazo unaloliwaza lina nguvu, halipotei na haliendi bure, linatoka kichwani mwako na linaingia kwenye bahari ya cosmic consciousness, halafu universe inaamua hii nguvu ni ipeleke wapi, inaipeleka sehemu husika kulingana na frequency yake. Kwa mfano ukiwaza kwa upendo unachochea miale ya mwanga, ukiwaza kwa hofu unazalisha giza, lakini unapowaza kwa nia safi unakuwa kama taa inayowaka kwenye giza, na universe inaifanya nuru hiyo ifike pale inapotakiwa kufika. Sasa hapo kwenye kumwazia mtu vizuri, ndipo telepath inapata nguvu, ndipo nguvu ya kuwasiliana kwa kupitia telepath inapozaliwa. Yaani, wakati mawazo yako yana nguvu ya kutosha, yana mwanga wa kutosha, inakuwa na uwezo wa kupenya mpaka kwenye mwili wa mtu usiku, na roho nyingine inakuwa ipo tayari kuyapokea hayo mawazo. Hii telepathic bond huwa ni uhusiano wa roho unaopita mipaka ya umbali pamoja na muda, na mara nyingi huwa inatokea katika nafsi zilizowahi kukutana katika maisha ya zamani au tunasema old soul au zile ambazo zimeunganishwa na kusudi la kiroho. Na unapokutana na mtu na ukahisi kwamba tumefahamiana zamani au kama tulishawahi kufahamiana, hiyo ni kwa sababu roho zenu zimewahi kuwasiliana kabla ya miili hii. Na wakati mwingine mtu huyo anaweza akawa mbali, lakini roho zenu bado zikawa zinasalimiana kimya kimya. Unajikuta unamkumbuka kisha dakika chache baadaye na yeye anasema alikuwa anakuwaza. Asa, hiyo sio bahati nasibu, hiyo ni telepath inafanya kazi na ninaomba uelewe kitu kimoja. Hii telepath huwa inafanya kazi zaidi katika hali ya utulivu. Sauti nyingi hofu nyingi na fikra za haraka haraka huwa zinaziba mlango wa intuition, na ndio maana watu wenye uwezo mkubwa wa telepathic communication ni wale waliozoea kukaa kimya, kuzingatia na kusikiliza sauti zao za ndani. Katika kimya, mawimbi ya universe yanakuwa wazi, na unapoingia kwenye kimya hicho kwa upendo na kwa nia njema, unaweza kumhisi mtu ukawasiliana naye au hata kumpa amani kwa fikra zako. Kwa hiyo usidi ukajidanganya kwamba kumwazia mtu mabaya mnaweza mkaingia katika telepathic communication. Telepathic communication ni kwa ajili ya wale wanaowaziana yaliyo mema, ni kwa ajili ya wale wanaowaziana mambo mazuri. Ile connection ya kitelepathi huwa inahitaji mwanga wa kutosha na mwanga unapatikana katika mawazo yaliyo bora, katika mawazo mema. Ukiwaza vibaya, giza linajitengeneza. Telepathic communication haiwezi kutengenezwa hapo. Na pia wale watu waliozoea kupiga piga makelele, kukaa sehemu zenye makelele, kamwe huwezi kuja kupata telepathic communication. Ili uweze kupata telepath communication, jitahidi kuwa katika hali ya utulivu. Jifunze kukaa kimya, sio kila mara unatakiwa kuongea. Kimya kina nguvu zaidi kuliko maneno. Kimya kinaweza kuponya, kinaweza kutuliza na kinaweza kuunganisha roho mbili zisizo na nafasi ya kuonana. Na mara nyingi telepath huwa inatokea pale ambapo universe inataka kukutumia ujumbe kwa kupitia mtu mwingine. Kwa mfano unaweza kukutana na mtu halafu akakwambia jambo ambalo roho yako inahitaji kusikia, au ukamkumbuka mtu fulani ghafla, na kwa njia fulani ujumbe wake unakuwa jibu kwa swali ulilokuwa nalo moyoni. Na hiyo ndiyo njia ya universe kuzungumza kwa kupitia viumbe wake. Na hivyo ndivyo universe inavyofanya kazi. Watu wengi huwa wananiuliza sana. Kwa mfano nimefanya speli ya pesa, je, hizo pesa nitazipata vipi? Universe huwa inafanya kazi kwa kupitia watu wa kawaida, yaani watu hawa hawa unaokutana nao, universe inaweza kuwatumia na ukapata majibu yako kwa kishindo. Sasa hata hapa kwenye telepath, unaweza kujikuta unaunganishwa na mtu fulani ili uje kupata majibu fulani ya maswali yako. Na pia naomba nikujuzie kitu kimoja, sio kila hisia unayoipata ni ya kwako. Hisia nyingine huwa ni vibration za roho zinazopita karibu yako. Kwa hiyo jifunze kutulia na kusikiliza. Sauti ya universe huwa haipigi kelele, huwa inanong'ona, na ni wale waliotulia tu wanaoweza kuisikia. Sasa unaweza kujiuliza, je, yeah, nitawezaje kuamsha uwezo wa telepathic communication? Naomba unisikilize kwa makini Sio kila mtu ana uwezo wa kuwa na hii communication ya telepath. Unahitaji mambo yafuatayo ili uweze kuamsha huo uwezo: ni lazima urudi ndani yako, fanya mazoezi ya utulivu, sikiliza intuition yako, sikiliza sauti ya ndani yako, na wakati mwingine fikiria mtu kwa upendo, sio kwa hamu, bali kwa nuru. Yaani, sio kwa ajili tu unamhitaji mtu fulani ndo umfikirie, au sio kwa ajili huyo mtu huwa anakupa kitu fulani. Mfikirie kwa upendo, usiulize kitu, tuma tu wimbi la amani, utapata connection ya telepathy. Na ukifanya hivyo mara kwa mara, utaona matokeo haya hapa: utajikuta ghafla mtu huyo anakutafuta, anakutumia ujumbe, au unahisi connection kubwa isiyoelezeka na hapa ndipo utaelewa kwamba telepath sio uchawi, ni sayansi ya roho, ni lugha ambayo universe ilitupa kabla hatujasahau kusikia. Kwa wewe ambaye unatamani kupata telepathic connection, unaweza kutamka maneno haya pako sauti au kimoyomoyo kwa imani kubwa, ninafungua connection yangu. Na pia maneno haya unaweza kuiandika kwenye comments. Kwa jinsi ambavyo unaandika ndivyo ambavyo unaweka energy hiyo, na universe inafanya kazi kwa kupitia nguvu hiyo hiyo. Itakuwa ni ishara ya kuamsha nguvu ya telepath ndani yako. Universe itaitika kwa namna utakayoshangaa, yani utashangazwa. Bado yapo mambo mengi sana kuhusiana na telepathy. Hili ni somo pana mno. Kwa hiyo, endelea kukaa karibu na channel hii ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusiana na telepathy. Unaweza kushare video hii na wale wote unaowapenda na kuwajali, ili na wao waweze kujifunza. Na tafadhali sana, kama ulikuwa bado hujasubscribe, make sure una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana kwa kuni.